Kwa asilimia kubwa ni wengi sana wanakuwa wana ndoto ya kuwa kama wakina Diki, wakina Kibwana, sababu ndio wengi wametokea kwenye nafasi hizo za mafubeki na mabeki. Kwa hiyo hata hapa tunapowafundisha, wengi wanakuwa na ndoto kwamba lazima nami niwe kama kama Dickson Job au niwe kama Mzamiru, niwe kama wakina Shomari Kapombe, sababu wote ni chimbuko la hapo, wametoka Moro Kids. Lakini na wengine ambao tunajaribu kuwatengeneza, tunajaribu kuwapush kutafuta zile nafasi za mbele na nafikiri kwa baada ya muda kuna uwezekano wa kupata vijana wengi ambao watakuwa wasaidia taifa kwenye nafasi ya uzalishaji. Kwa nini mabeki wengi wale kutoka Morogoro ni wafupi? Huko Morogoro ni asili ya watu wafupi. Ah, nafikiri mkoa wa Morogoro asili yao ni watu wafupi. Sababu asili ya ya ya Luguru ni, ni watu wale wafupi. Lakini sio kama maana waliotoka wote wafupi ni niwa, ni, watu kutoka hapo Morogoro. Kuna maazi na mikoa mingine. Eh, wapo wale wafupi lakini sio kwamba wengi wametokea Morogoro wa kwa sababu mkoa wenye watu wafupi. Kocha ni professional professional wanjani sawa. Yamekuwa mzunguko mengi yamekuwa mzunguko mengi kwamba, ah beki wafupi sio sio wazuri, nataka beki beki awe mrefu. Wewe kama kocha unazungumzaje hiyo? Wewe useme ah, sio kweli kwamba beki mfupi, sio kwamba hawezi akacheza mpira, na anaweza kucheza na mtu mrefu kutokana kwamba yale mafunzo ambayo tunayapa na tunawaelekeza ni mbinu gani ambazo za kuweza kutumia kupambana na yule alikuwa akamzidi urefu. Kwa hiyo sio kweli kwamba wanaposema beki mfupi hawezi kucheza mpira, wapo wakina Kibwana ni wafupi, lakini wana uwezo wa kucheza na watu ambao ni warefu na wanacheza vizuri na wana perform. Mimi nafikiri hiyo kauli, nafikiri waitoe kwa wa, wa, wa, sababu watu wa mabeki wa, wafupi ni wako wengi Sio kwamba ni wakina Kibwana tu, kuna baadhi wengi kwenye timu. Kila timu ukiangalia watu wafupi utawapata. Ah, mimi nafikiri TFF nao wajaribu kushuka sana chini kuja kuangalia, kuna vipaji huku chini viko vingi, lakini kuna muda wanavisahau. Angalau wangejaribu kutengeneza mashindano ya vijana kwa mikoa yote ili waweze kupata fursa kufanya kupata mechi nyingi na kuonekana sehemu mbalimbali. Ah, nafikiri tunajivunia mazao ambayo tumetoa, tumetoa wachezaji waliokuwa bora nafkiri kila mtu anaweza akajua kwamba aya mazao yametoka sehemu gani, mbao ni kito huyu, anafaa hafaka upande gani basi nafikiri tunamrekebisha na, na nataka katika hali yake akawa sasa mchezaji ili akamiliki. Nategemea yeye mwenyewe upokee wake, kama kuna mwingine anaweza akapokea miezi mitatu akawa yuko vizuri, basi tukamtafutia timu akaondoka. Yani kuna mwingine anaweza akakaa mwaka mmoja na mwingine anakaa miaka miwili. Kwa hiyo yeye mwenyewe kwamba jinsi anavyopokea ma, mafunzo na usiriazi wake na kujua alichokifuata, ili inakuwa haina shida, umri kuanzia miaka tisa mpaka miaka kumi na nane mi nafikiri mfano hata wakina adiki wakina kibabage wote wametoka kwenye mikono yetu kwao mi nafikiri ni jambo la kujivunia na ni wengi wako wengi sio zaidi ya wakina adiki kuna mmoja wapo tumsahau chikola ambaye katoka hapa kaanzia akiwa na umri wa miaka tisa tumekaa naye mpaka akamaliza fomu fo akiwa hapa baada hapo akaenda mtibwa under 20 baada hapo akatoka kaenda ndanda Ndanda karudi akaenda polisi Keza Mawenzi, akaenda Geita, mpaka sasa hivi baada ya kutoka Geita akaenda tabora. Tabora, Yanga akamuona, nafikiri ni mazao ya kujivunia. Ah, Chikola, kwenye nidhamu yake kwanza iko vizuri, nidhamu nzuri na ni mwelewa, yani, kile unachomuelekeza kwamba ni alikuwa ni mwepesi wa kuelewa kwamba mimi ninatakiwa kufanya, na ndio maana akapata mafanikio haraka kwa sababu ni mtu ambaye ana nidhamu kwanza anaheshimu mtu na anaheshimu viongozi na anamheshimu kila aina ya mtu ambaye anamuona akiwa mbele yake. Kuna wengine wako timu zingine, lakini kwa, kwa sababu hawajulikani. Kwa hiyo ni wengi wametoka.